Tuzungumze ukweli, maadili yanaanza kuvunjwa na watu wazima, siku hizi vijana, eh? Watu wazima, wewe unayenitazama, salamu ambazo wanazitumia ni kwa, unakuta mtu anamsalimia mtu, heshima yako baba au heshima yako mtu fulani, heshima yako mtu fulani. Ndio salamu gani? ni salamu gani? Yaani baada ya kumsalimia mtu shikamo baba Shikamoo mama au shikamo mzee. Shikamo kaka. Unamwambia heshima yako. Heshima yako ndio salamu gani ambayo mnaitumia? Mimi ni, hii nimeiona nikashangaa. Eh, umetembea na mtoto wako mdogo. Eh, uko na vijana wako pale. Unamwambia mtu mzima heshima yako. Si ndio? Alafu yeye huyo kijana au mtoto anajifunza nini? Na yeye siku moja akifika nyumbani akwambia, baba heshima yako utamtukana au utampiga? Hasa kwa hiyo maadili yanaanza kufunywa na sisi wazazi. Sisi wenyewe hatuko kwenye salamu. Salamu zenyewe ukipita watu, ile kumsalimia mtu shikamo. Sisi nyumbani kwetu ni sisi tuvyolelewa. Unamsalimia, ni mzazi wako sio mzazi wako. Unamsalimia shikamo mama, shikamo baba, kama amekuzidi umri. Shikamo kaka, shikamo dada. Yaani, heshima yako, heshima yako mzee bibi. Eh, bibi habari ya? Yeye ndo mnaanza kuharibu maadili wazazi. Baadaye, mnakuja kusema kizazi cha leo akieleweki. Mnatuponza sana. Sisi wanaharakati tunaonekana nini, tunapiga tunapigapiga kelele. Tanzania kama Zanzibar tu hey. <laughs>